Mpendwa mtazamaji, hiki ni kifaa rahisi ambacho kinaweza kubebeka wakati wa upimaji wa sampuli kwenye site. Hiki kinaitwa multiparameter, kina uwezo, kinaweza kupima parameter nyingi sana. Mfano, kinaweza kupima pH ambayo ni kiwango cha tindikali kwenye maji, kapima turbidity, hali ya ukungu ikapima TDS vitu vilivyozama kwenye maji au vitu vilivyoko kwenye maji, ikaweza kupima pia temperature au joto lidi. Sio hayo tu, inaweza ikapima pia na kiwango cha chumvi au dio au inaweza pima dissolved oxygen. Mfano kama hapa kinavyoonekana Mfano hii ni pH kiwango cha tindikali. Hii ni DO au dissolved oxygen, au hii nasema oxygen iliyozama ndani ya maji au iliyopo ndani ya maji. Kuna microsiemen per centimeter, hii ni hii ni kiwango cha maji kupitisha umeme. Lakini ppm TDS, hii ni vitu vilivyozama kwenye maji au vitu vilivyoyeyuka ndani ya maji. Chukulia mfano kama chumvi unavyoizamisha kwenye maji kayeyuka, yu, yu, hiyo kama ni t, mfano kama wa TDS. Hii ni PCU, hii ni ah, salinity au uh, kiwango cha chumvi. Lakini FTU hii ni turbidity, hii ni temperature. Kwa hiyo naona ambavyo ni rahisi sana, unaweza kuitumia kwenye utambuzi wa bora maji, sana sana labda tukiwa tumeenda labda kuchukua sampuli fulani, kuna viashiria ambavyo ambavyo unatakiwa pime pale pale wakati wa uchukuaji wa sampuli, na hiki ni kifaa moja wapo kinatumia umeme, pia ni faa rahisi ambacho unaweza tukakitumia sisi kwenye utambuzi wa haraka wa maji, au hivi tuseme, physical parameter ni viashiria vya kwanza vya utambuzi wa ubora wa maji kabla ya kufanya viashiria vingine.